Naam, habari ndugu zangu, na wasalimu kwa jina la mwenyezi Mungu. Inshallah, kwa leo naomba tuzungumzie haya maua kama tunavyoyaona. Hii mimea au mti hii nani? Sanane, maua sanane haya kama unavyoyaona, kuna rangi nyeupe, lakini pia kuna rangi nyekundu. Haya maua sanane unayoona yenye rangi nyeupe haya nye ni mbuto Mwili au biashara kuchukua mizizi yake, kachimba. Baada ya hapo, kachanganya na asali kidogo. Kwa mchanganyo huu, kisha changanya na asali kidogo, kisha weka kwenye maji ya kuoga. Inshallah, kwa uwezo wa Mungu, omba mvuto wa biashara au kupendwa sana uwezo wa Mwenyezi Mungu utapenda. Fanya zoezi hilo kwa muda wa siku tatu, hasa mida ya jioni kabla jua kuzama au asubuhi kabla jua kuchomoza. Ikija katika msanane huu mwekundu, kama tunavyouona msanane mwekundu wenyewe unasaidia katika changamoto ya meno. Mtu anayesumbuliwa na jino, chimba mzizi wa msanane huu, kisha chemsha iwe mingi, sukutua kama maji unabunda bunda, akichemka vuguvugu, kisha unatema kufanya zoezi hilo kwa muda wa siku mbili, hasa wakati ule unapotaka kuanza kupiga mswaki. Unapotumia maji haya kupiga mswaki, kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, vijidudu vya kwenye meno yote vitapoma, inshallah. naomba tulizike kwa hilo Wanawita maua saa nane au wengine maua saa sita, yote sawa, ila inatofautiana, ipo ya aina mbili inshallah. Naomba tulizike kwa hilo. Mimi ni chifu Hamisi wa, wa Hatad TV asanteni.